Mi, haki ni haki yake, ni haki yake alikuwa anagombea haki yake. Ni kwa sababu gani apigwe mnyonge? Mnyongeni haki yake mpeni, lakini wamemnyonga, wamemuua tena, amefunga leo hii na haki yake imechukuliwa. Ni kwa sababu gani ga? Tumechoka kuonewa wa kijiji imeshindikana, basi mama Samia natusikie, yangu nimeliwa lote, sijaambuli hata chochote na chochote sijapewa. Pambano la shambani kwake yuko pembeni ya shamba. Yaani katika kule aliko yuko pembeni ya shamba. Na alishagombana na Masai kila muda lazima afike shambani kwake. Na alishawambiaga kwamba jamani mimi sihitaji ng'ombe, sihitaji ng'ombe. Ng'ombe ziliingia shambani kwake, akajaribu kuzuia, alipozuia alipozuia zile ng'ombe, ndio mwingine akaja akam, na, akamgonga kirungu nyuma. Kumgonga kirungu nyuma alipoanguka ndio akaanza kumchanachana visu mwenye mikono. Hatimaye umauti umemkuta. Akaja ndugu yake kutetea babu yake, mjomba wake kutetea naye, wamgonga, ndio yuko hospitali mpaka leo. Mimi mwenyewe ninaongea, tarehe moja mwezi wa pili mwanangu alitaka auawe, baada ya kuzuia ng'ombe kupita shambani kwangu. Inatusumbua na inatutesa sana, hususani hata mimi mwenyewe nishai kunikuta, nimelima shamba langu kama eka mbili, sikuvuna kabisa. Walienda kuingiza na wakaingiza, sikupewa chochote. Sasa huyu baba, imekuwa ni muda mrefu wanapambana huko, kwa sababu shamba lake liko pembeni na miji umeona. Kwa hiyo anaendaga kushinda na, na mke wake huko alikuwa na ndugu yake, ila anaona mke wake aliwahi kurudi nyumbani kwa sababu ya kupika futari. Huyu baba wa Masai walipofika kuingiza mifugo kwake, alijitahidi kuizuia. Baada ya kuizuia akiwa na mdogo wake, ndipo wakaanza kumshambulia. Wamemshambulia akabidi akawa na fahamu ya kutoa simu, akampa mdogo wake kwa tafuta mawasiliano huko, tuweze kupata msaada yule baba alivyokimbia ili amsaidie kaka yake, ndipo huku wakachangamka na kumkatakata wakamumalizia. Umeona, kitendo kimetuumiza sana hicho. Sisi sio kama hatuwataki wa Masai, tunachotakataa ni mifugo. Kama wao hawana adabu ya kulinda vizuri, mfugo unachungwa sasa, wanashindwa kuchunga vizuri. Hebu jamani, hili lifike mwisho. Tunafika kwenye viongozi wetu huku, hatupati msaada unaostahiki. Sasa basi Hebu kama hapa tumeshindwa kupata msaada jamani, na eneo, na, na kijiji chetu hakina sehemu ya kufugia mifugo. Kama imeshindikana kupata msaada hapa, maana tunaahidiwa tu, lakini matekelezo mazuri hatuyaoni. Leo amepigwa baba shupavu, ni pande la baba ukimwona leo hii. Tegemezi langu mimi lote na wanawake wenzangu ambao tuko huko kijijini tunategemea niende shamba ndipo nipate riziki na familia. Nina familia hapa nilipo sasa, ninapolima wanangu wapate chochote, wanakuja kuingiza mifugo jamani, halafu kauli nzuri hawana. Umeona, ina maana jawabu lao ni kukamata kirungu na kukubonda, sio leo wala kesho. Haya, tumeongea mengi sana, mikutano na mikutano tumeongea, lakini huwa tunasondekwa vidole sisi, tunaonekana ni wabovu, hatusikilizwi, hatuna haki Tunaomba msaada wenu, mtufikishie mbele, ikiwezekana hata kwa rais lifike hili swala. Kijiji cha lubungo ni sugu kwa wafugaji na wakulima, watu wanakufa. Wana kijana mmoja alipigwa, alikufa, huyu wa pili tena, wengine wa kupigwa ngeu ni wengi, wamepigwa wengi mno. Haya matukio yote tunayaleta kwenye ofisi yetu hapa. Hivi mi mwenyewe nilipigwa na nikazimia. Kwa majina anaitwa Martha Stanley Carmichal mtendaji wa kijiji cha Lubungo. Kilichotokea jana taaruki kati ya wakulima na wafugaji, wafugaji waliingiza mifugo katika shamba la mkulima ikapelekea kumshambulia yule mkulima, hatimaye kupelekea kifo chake. Ndio kama unavyoona wananchi wameandamana wakafika mahali hapa, lakini waliongea na viongozi wetu akiwepo mheshimiwa diwani na afisa tarafa. Mheshimiwa diwani kawaomba, ameongea na familia kwamba wakubali kuchukua mwili wa marehemu wakazike, lakini pia serikali inaendelea na taratibu zingine za uchunguzi wa wale waliofanya hilo tukio ili kuhakikisha wanachukuliwa hatua. Tukio ya wakulima na wafugaji sio la kwanza, lakini kwa kifo ni la kwanza. Matatizo haya yamekuwa ya ya muda mrefu, na hii inatokana na idadi kubwa ya wafugaji na idadi ya mifugo yao pia ambayo wanayo sio rafiki. Na sisi kwa nafasi yetu tumeshajaribu mara nyingi kuchukua hatua na kutoa taarifa kwa viongozi wetu wenye mamlaka ya kushughulika na jambo hili, lakini kwa bahati nzuri ama mbaya, kabla hatua hizi hazijafikia katika lengo, maafa haya yametokea. Tumekuwa na changamoto katika usimamizi, kwa sababu wao wafugaji wanakuja, wananunua maeneo kwa wananchi, mwisho wa siku wanaleta ng'ombe, kwa sababu kwa mujibu wa mpango wetu wa matumizi bora, wafugaji wanaotambulika hapa Lubungo ni wafugaji wale ambao wanaitwa wa zero grazing, yani wanafuga katika eneo lao yaani una hekari mia moja basi unapaswa kukaa na ng'ombe wanaoweza kuhudumu ndani ya mwaka katika hekari zako hizo mia moja. Cha ajabu hata hao wenye maeneo makubwa bado wamekuwa wasumbufu kwa wananchi, kwa sababu idadi ya ng'ombe wao ni wengi zaidi kuliko mahitaji ya kawaida.